Swali lako ukipipima, au sio? Maana hiyo ukipima urefu kutoka kwa usawa wa bahari maana yake huko juu vitakuja kulingana, lakini Ngeo. Sasa ili mlima uwe mrefu kuliko mwingine maana yake ni uchomoze kuliko mingine yote. Sasa unaweza kukuta mlima mlima Kilimanjaro, ukiangalia, yani kama tungeweza kuangalia flat hivi dunia no. utakuta mlima Kilimanjaro uko hivi no. alafu Evaristi huko hapa No. Sasa kama zimekaa hivi wakienda mm. kupima kutoka katika usawa wa bahari maana mm. yake urefu wa huu ambao ni Kilimanjaro utaonekana ni mfupi yeah. huu utaonekana ni mrefu, kwa sababu tumepima kutoka katika usawa wa bahari, lakini mm. tukitoka katika tukipima urefu kutoka katika preti Naam. No. au katika bezi yake ile, yaani kwamba mlima umesimama kuanzia hapa lakini, lakini, um, formula mlima Everest utakuwa mfupi ukilinganisha, ukilinganisha na nini na Kilimanjaro lakini, laki, laki, laki, laki, katika formula za utumaji wa mlima lazima ipimwe, sio kutoka katika ule mwinuko wake ule mnapoonekana, inapimwa kutoka usawa wa bahari. Ndio maana naeza kuta maybe mlima Kilimanjaro umeanza kuinuka tokia sehe mbali sana, japokuwa hawapimi ile level, wanapima usawa wa bahari wake ni upi? Kwa sasa nahisi mlima mrefu ni Everest, lakini hii swali naona limekuwa nje ya mada. Nafikiri kuhusu milima tutatenga siku tujadidi kuhusu milima. Turudi katika swali letu la mlima, ni mlima wa ngapi duniani wa tatu? Kama aa, namba tatu, sasa hivi ni mlima wa 4. Aw, mlima wa nne kwa urefu wa kwanza Evaristi Wapere. Lakini pia kuna mkusanyiko wa milima nyingine hapo kwenye Evaristi Naam. zinafikisha sa, sa, kwenye Evaristi. Ni hizo hizo yani zote ziko katika ukanda huo sijakariri, si, si, si, zote, lakini Wapere. Kuna milima mitatu mirefu zaidi kuliko Kilimanjaro, okay. According to them, sisi wa Afrika wengi huwa hatufanyi utafiti huwa tunachukua zile data ambazo tayari zimeshafanyiwa utafiti tunaziamini. Ndio. Yani tafiti zote unazozisikia, Ses, kwamba kitu fulani kimepimwa kitu fulani kime kimefanyiwa utafiti. Hmm. asilimia kubwa wa Afrika huwa hatufanyi tunaziamini moja kwa moja, moja. tufanye tufanye... utafiti sisi si kwanza alafu ndo tufanye comparison na zile tafiti ambazo wao wanasema then unavyoongelea kwa kusema kwamba mlima Kilimanjaro ni mrefu zaidi, ni kwamba umefanya tafiti hapo? Kidogo unanichanganya kwamba umefanya tafiti au ni according to a mindset. Yani, iko hivi, mimi sijafanya utafiti kwamba physically ninafanya utafiti, uchambuzi wa data ambazo zimeshafanywa nini utafiti.